Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika chaneli yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo, tupo katika kuangazia kilimo cha korosho. Ina maana kama unakumbuka, katika chaneli yetu pendwa Nebuye TV ni chaneli ambayo inahusiana na mambo ya kilimo, ufugaji mdogo mdogo, pamoja na kilimo cha bustani. Kwa siku ya leo, tutaweza kuangazia katika kilimo cha korosho, na kwa mpenzi mtazamaji uweze kufuatilia nakala hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, usiache kukosa nakala hii wala usikae ukasubiria ukaangalia nusu. Jitahidi sana uangalia mwanzo mpaka mwisho, na pia mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala nyingine nzuri ambayo inahusiana na jambo la kilimo cha korosho. Bila kupoteza muda, pia mtazamaji wa Nebuye TV, kwa siku ya leo tumekuandalia mada nzuri sana bwana, kuhusu kupanda korosho kwa spacing <coughs> au umbali sahihi wa mimea ya korosho. Tuna kama unaangalia katika skrini yako hiyo manaltu kwa mkulima wetu tumekuja kujifunza kwamba yeye ni kwa namna gani korosho zake ameweza kuzipanda na ni umuhimu gani ambao ameweza kupanda, ameweza kufanya ili kuweza kupata mavuno makubwa. Kama unaangalia katika katika skrini yako hizo ni korosho ambazo tayari zimeshaanza kutoa maua. Huu ni mtu wa korosho ambaye amanza kutoa maua kwa, ina maana kwamba mkulima huyu ni mzoefu na pia ni mkulima ambaye anajua changamoto mbalimbali ambazo anazokutana nazo. Kwa hiyo wataalamu wanatuambia kwamba kuna umuhimu sana wa kupanda korosho kwa kuzipa space, yani maanake kuziachia nafasi. Kwa hiyo wanakuambia kwamba katika mkorosho mmoja, kama unaangalia katika skrini yako, kutoka katika mkorosho huu mpaka mkorosho ule pale mbele pale ina inamaana inatakiwa uache nafasi ya mita tatu mpaka mita tano kati ya mti na mti. Kwa mti mmoja mpaka mti mwingine inabidi uweke nafasi ya mita tatu mpaka mita tano kwa sababu tunaamini kwamba mkorosho ni mti ambaye unakua, mkorosho ni mti ambaye unatanua, yaani unatanua, unajichanua, unajichanua, unatanua na kuwa ni mkubwa. Kwa kama mti huu unakuwa ni mkubwa kama mfano wa mti wa mwembe, kwa unashauriwa kabisa ka, uweze kuweka nafasi ili mti mmoja au mti mwingine uweze kuacha nafasi ya kutosha, ili kusudi ule mtu unapokuwa unatanuka unajitanua, kwanza usiweze usiweze kubanana ku, ku, ku na pia uweze kupata matunda yaliokuwa mazuri. Kama ukiangalia katika mkuru, katika skrini yako hapo <coughs> tuna mkorosho hapo. Huo ni mkorosho ambaye mkulima ameweza kupanda na ukitazama kwa chini, ina maana kwamba kuna mkorosho mwingine ambaye yuko kule mbele. Kwa hiyo mkorosho unashauriwa kwanza, kwanza cha kwanza upande kwa hatua na kwa hatua, na pia uweze kupanda kwa kufuatana na mstari, na maana unaweka mistari, mistari na mistari. Kwa hiyo kila mstari mmoja mpaka mstari mwingine, pia kuna nafasi ambayo inabidi uweze ambayo inabidi uweze kuziacha hapo, na mtaalamu wa kilimo kilimo anatuelezea kwamba ni kati ya mstari mmoja au safu moja safu nyingine uacha hatua mbili mpaka hatua tatu. Kwa kama ukiacha hatua mbili mpaka hatua tatu, ina maana kutakuwa kuna nafasi kubwa ya kuweza kupitisha hewa. Ukiangalia katika skrini yako, ina maana tuangalia, huu ni mkorosho unapitiwa hewa vizuri, una matawi hapo, unapuliza unazungushwa vizuri kabisa. Na mkorosho huo, ina maana kwamba tunatarajia kupata matunda yaliokuwa mazuri, kwa sababu huyu ameweza kufuata mtiririko, ameweza kufuata masharti na sheria ambaye ameweza kuacha kuwacha kati ya mkorosho huu na mkorosho mwingine, unaangalia hapo, ina maana ni mita tatu mpaka mita tano na kati ya mstari na mstari ni mita mbili mpaka mita tatu. Hii ni shamba la mkulima mwenzetu ambaye yeye ameweza kujikatuka, ameweza kutuita, tukaanza kujifunza kwa kupitia vitendo, kwa vitendo, ili kusudi kuweza kuelimisha na wengine. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ni Nebuye TV huu ni mkorosho mingine, iko kule ni mkulima ambaye ambaye takriban uh, miaka arobaini ka, kapanda mikorosho na pia ameweza kuweka na midizi kwa ndani kwa mbali mbali, lakini mlango wake wake mkubwa ni mkorosho. Kwa mkorosho wake huo kama unavyoona, mkorosho ambaye hauna muda mwingi, ni mkorosho una miaka mitatu, lakini tazama tayari ulishaanza kutoa maua, na siri kubwa ni kwa sababu shamba lake ameweza kupanda aa, kufata hatua na amelipa space spei, ina maana nafasi. Kwa hiyo nafasi hizo ambazo ambazo wametoa kwa mkorosho, unakuwa anapata nafasi ya kuweza kupumzika, kuweza kupumua, kuweza kupata hewa na kuweza hata kutokupata magonjwa. Ina maana kwamba mkorosho huu unapokuwa na ugonjwa, inakuwa ni vigumu kumwambukiza mkorosho mwingine. Unaona, unatazama hapo, kwa ni mkorosho wa kwanza, tunaenda mkorosho wa pili. Ina maana ni hatua, akapiga hatua ya kwanza hatua ya pili tunaenda mpaka tuwafikia ule mkorosho mwingine, kwa baina ya mkorosho na mkorosho. Naona bado hatujafika, maana hatua hizo ni hatua nyingi, maana hatua tano, yeye hamacha hatua tano kwa hatua ya mm -hmm, tano, hiyo ndio tunafikia katika upande wa korosho mkorosho mwingine. Kwa hiyo una, unatazama una mpenzi mtazamaji, kwamba zao la korosho tofauti na zao la mahindi au zao la mbogamboga au ah zao la midizi. Ili ni zao tofauti kabisa, na ili uweze kupata manufaa makubwa wa korosho, haina budi kuweza kutazama video hii mpaka mwisho, na pia uweze kufuatilia wataalamu wa kilimo, jinsi wanavyokuwa na kuelekeza na kufundisha. Kwa hiyo ni mkorosho wetu mkubwa na, maana kuna mkorosho huu ni wa pili kutoka katika kati ya ule na huu, ni nataka nikuoneshe hapa, ili uweze kuangalia kwa vitendo na pia kitu kingine ambacho nashauri, ukiangalia kwa chini hapo, huyu mkulima wetu, ina maana amefanya usafi mzuri, amesafishia shamba lake, amelidhimia, amelipalilia shamba ni jeupe na jeupe halina, halina wadudu, ni jeupe halina, halina, halina, halina magugu wala halina majani. Kwa hiyo ina maana huyu ni mkulima ambaye anajitambua na ana malengo makubwa sana na hili shamba. Kwa hiyo, mpenzi mtazamaji, wewe unapokuwa lima shamba lako jitahidi sana katika kupanda mikorosho hizi hatua tatu mpaka tano. Kwa kweli utaona ni hatua nyingi, kama mche utakuwa uko ni mdogo, lakini mche unapokuwa unapokua kila mwaka unazidi kukua mche huu, ule mche huu unazidi kuwa mpana na inatanuka. Kwa mwisho wa siku unaweza kujikuta mche huu unashikana na mche huu, na kama itakuwa yupo karibu karibu sana, tayari utakuwa unapata hasara, kwani na maana miche hiyo itabanana na itatoa mavuno yaliyokuwa yanatarajiwa kwa, kama ulikuwa unatarajia kupata tani ishirini au tani hamsini za korosho, hautapata kwa sababu itakuwa haipitishi hewa. Hata wewe mwenyewe mavuno utashindwa kuvuna vizuri, kwa sababu mikorosho hii itakuwa imebanana na chini kutakuwa ni kiza kitupu, utakuwa hauna uwezo wa kwenda kupale wa kwenda kusafishia korosho chini. Ila mtazamaji wetu hapo, kama unatazama sasa, tunaenda katika mkorosho mwingine wa tatu na tumepiga hatua hatua hatua zetu, ta, hatua zetu tano mpaka kufikia mkorosho mwingine huu. Tazamajiwa yote hiyo ni mikorosho. Naona mkulima wetu huyu ana mikorosho mingi, na yeye ni mzoefu katika jambo hili la kilimo cha korosho. Una kutazama hapo, ina maana korosho huu ni mkorosho ambao upo vizuri, na ni mkorosho mwingine miongoni mwa hii mikorosho. Ayonao katika katika hekali zake alizonazo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, na kuomba uweze kuangalia TV, uweze kuangalia channel yako na video hii vi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na pia ukumbuke kuweza kusubscribe na uweze ku like na ku comment. Kama ulikuwa unafuatilia vizuri mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, nakuomba uweze kunipa sababu tatu ni kwa nini tunapanda korosho kwa kuzipa space, yaani kwa kuziachia nafasi kati ya mita tatu mpaka tano na safu ile safu moja na safu nyingine, tunazipa spesi kati ya mita mbili mpaka mita tatu. Naomba uweze kunipa sababu nipelekea mpaka tunashauriwa kufanya hivyo. Je, sababu hizo ni sababu gani, mpenzi wa jamii? Kwa hiyo nasoma comment, natakaye patia sababu hizo, kuna zawadi nono atakayouweza kuipata. Nebuye TV, tunakushukuru, wa u nakushukuru kuweza kutufuatilia na tumeanza video hii kutazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na sasa tuko katika hitimisho, ila hitimisho hili ndio mwanzo wa safari ya kuweza kutoa makala nyingine ya video nyingine kwao. Karibu sana katika video nyingine, ambao nanyewe nao watazungumzia kuhusiana na masuala ya kilimo cha korosho. Kuna mada nzuri sana katika playlist yetu hii inayohusiana na kilimo cha korosho pia. Huo ni mkorosho tena mwingine ambaye mkulima wetu ameweza kupanda. Tazama korosho liokuwa ni mzuri, huo ndo mtu mti wa mkorosho ambao umepandwa kitaalamu kwa kutoa nafasi kati ya mti na mti, kati ya mche na mche, nafasi ambazo zipo kitaalamu. Na ndo maana mti huu sasa hivi ni mda wa kiangazi, lakini umenawiri vizuri na ni mzuri, kwa sababu unapoa nafasi nzuri na hewa inapita, na kuomba uweze kusubscribe, like na comment.